Moja ya mialiko unayopokea kila unapofungua kitabu cha Zaburi ni kumimina moyo wako kwa uaminifu wa na wazi kwa Bwana. Haijalishi hali yako au hisia zako, iwe ni hofu au ujasiri, Bwana yuko tayari na anasubiri kusikia. Sasa zaburi hizi zinazofuata zinafanya hivyo, kama mwandishi anavyoandika hapa katika Zaburi 42 sasa hapa katika mstari wa tatu, machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku. Zaidi katika mstari wa tano, anakiri nafsi yangu imeinama ndani yangu. Hii ni kukiri kwa uaminifu kwa muumini. Inaaminika sana kwamba zaburi hii hapa, Zaburi 42 ni zaburi ya ufunguzi wa kitabu cha pili na awali ilikuwa sehemu ya Zaburi 43. Kwa kweli Zaburi arobaini na tatu itarudia mistari miwili kutoka Zaburi arobaini na mbili neno kwa neno. Sasa kichwa au kichwa cha habari hapa katika Zaburi arobaini na mbili kinaita zaburi hii maskil. Hilo ni neno la Kiebrania linalotuambia kwamba hii ni zaburi ya mafundisho, ni imepangwa, ni kwa ajili, yaani kwa ajili ya darasani na pia tunaambiwa hapa kwamba waandishi walimu ni wana wa Kora. Wana wa Kora walikuwa walawi wenye historia ya huzuni. Kora aliongoza uasi dhidi ya Musa na na Mungu aliingilia kati na kumhukumu pamoja na waasi wengine wote, na na waliwawa hapo katika Hesabu sura ya 16. Wana wa Kora wenyewe hawakushiriki katika uasi wa baba yao inaonekana walibaki kuwa wasaidizi waaminifu kwa makuhani pale katika hema na na kizazi chao kinaelezewa katika moja mambo ya nyakati saa sita na madakika thelathini na moja kama miongoni mwa watu ambao Daudi aliwaweka kusimamia huduma ya nyimbo katika nyumba ya Bwana, baada ya sanduku kupumzika pale. Kwa njia hiyo hiyo, ni ni ukumbusho mzuri hiyo ni faraja kwako kukumbuka wazazi wacha Mungu wanaweza kuwa na watoto wasiowacha Mungu na wazazi wasiowacha Mungu wanaweza kuwa na watoto wanaokuwa na kutembea na Mungu, na wana wa Kora walifanya hivyo, licha ya kushindwa kwa baba zao, walikuwa na kutembea na Mungu. Sasa baadhi ya mistari inayojulikana zaidi katika kitabu hiki cha pili cha Zaburi inaonekana hapa katika mistari ya mwanzo ya Zaburi 42 kama vile paa anavyopumua kwa mito inayotiririka he. Unaweza kutafsiri hivyo kama vile pa anavyopumua kwa maji, ndivyo nafsi yangu inavyokutamani e Mungu. Nafsi yangu ina kiu ya Mungu, Mungu aliye hai. Kwa njia, kurudi kwenye usemi huo wa mito inayotiririka hiyo, inaelezea njia ya maji ya kina kirefu zaidi katika bonde au au katika korongo au mteremko. Katika sehemu kavu za Israeli, vijito hivi eh, havikuwa rahisi kuvipata na havikuwa na maji kila wakati, hivyo pa anaweza kuwa na utafutaji wa mateso kwa vijito hivi vya maji. Kwa hivyo mwandishi wa Zaburi anatumia utafutaji huu kama picha ya nafsi yenye kiu inayomtamani Mungu. Kwa kweli, ukiwa kwenye Zaburi arobaini na mbili na arobaini na tatu Mungu haonekani kujitokeza, haonekani kujibu kilio cha mwandishi wa Zaburi kwa ajili ya maji hayo. Nafsi yenye kiu inaonekana kubaki kavu na na hata anavumilia mashambulizi ya maneno kutoka kwa wasioamini wa wakati ana kiu. Zaburi 42:10 inasema kama jeraha la mauti katika mifupa yangu, wapinzani wangu wananiudhi wakati wananiambia siku nzima, yuko wapi Mungu wako? Unajua kitu wakati shida zinapokuja na maombi yetu hayaonekani kujibiwa na, na tuko katika msimu huu wa ukame wa maisha, basi tunakuwa na mwelekeo wa e tunakuwa na mwelekeo wa kukubaliana na washtaki wetu, hata tunauliza swali yuko wapi Mungu? Kweli Mungu hakuwa ameenda popote kwa sababu. Mungu yuko kimya haimaanishi hayupo, lakini hakika inahisi hivyo wakati mwingine sivyo? Tena hii ni kukiri wa uaminifu wa hisia. Wakati mtunga zaburi anamimina moyo wake kwa Mungu sasa, licha ya e, hisia zake za wazi Zaburi 42 na mbili na, zaburi na Zaburi 43 zinamalizika na ukumbusho ule ule, na lazima nikuambie hii ni kauli nzuri ya imani. Kwa mtu leo, labda ni wewe mwenye roho iliyosumbuka roho iliyokauka sikiliza hii tamko hili la imani. Kwa nini unashuka moyo e nafsi yangu na kwa nini unafadhaika ndani yangu? Neno la Kiebrania lililotafsiriwa kushuka moyo linamaanisha kushuka chini au kufadhaika, kuwa na huzuni. Umewahi kuwa na hisia hiyo ya kushuka moyo, hisia hiyo ya huzuni inayotokana na matatizo katika maisha yako. Ushawahi kupitia uh, uh, msimu huo wa ukame wakati roho yako imekauka kwa kiu ya kiroho. Uh. Ushawahi kuhisi hivyo ndani kabisa ya roho yako? Basi jiunge na kundi. Hisia zako zimejumuishwa tu katika maandiko yaliyoongozwa. Fikiria hilo. Sasa hiyo siyo yote. Mwandishi wa zaburi anaongeza hapa kwamba kuna fadhaiko ndani yangu. Neno fadhaiko linamaanisha kelele, ubwa. Kwa maneno mengine, kila kitu katika maisha yako kimegeuka juu chini ni ni ni kama tetemeko la ardhi limevuruga dunia yako. Kimbunga kimevamia maisha yako. Kwa hiyo unafanya nini kuhusu hilo? Basi angalia, hebu tufuate mfano huu. Hebu tuwe waaminifu na jinsi tunavyohisi. Kubali hisia hiyo ya kuzama na kukatisha tamaa, hisia hiyo kwamba huwe umeishiwa kiroho. Kuweka tabasamu hakutakusaidia wewe au mtu mwingine yoyote lakini sasa jiandaye kwa hili. Kile ambacho mwandishi wa zaburi anasema kinachofuata ni kanuni kuu katika zaburi hizi za mafundisho. Wanatufundisha jinsi ya kujibu hapa katika mstari wa 11 tena katika mstari wa 5 wa sura ya 43, anatoa tamko lenye nguvu la imani kwamba tumaini lake litaendelea kuwa kwa Mungu. Kutumaini Mungu katika Biblia ya Kiebrania kwa njia kunamaanisha kumwamini na kisha kumsubiri. Sasa hilo si rahisi, lakini ni sehemu kubwa ya suluhisho. Kumwamini na kumsubiri ni rahisi kusema kuliko kutenda, lakini hivyo ndivyo inavyomaanisha kutumaini Mungu. Unamwamini na unamsubiri. Na mwandishi wa zaburi anatumaini nini hasa? Naam, anatuambia jinsi zaburi hizi mbili zinavyomalizika kwa njia ile ile: tumaini kwa Mungu, kwa maana nitamsifu tena, wokovu wangu na Mungu wangu. Kwa maneno mengine, tetemeko hilo la ardhi ambalo limeingia tu katika ulimwengu wako na kugeuza kila kitu juu chini, hilo si jambo la kupiga kelele haleluya. Hivyo sivyo anavyosema. Anamsifu Mungu kwa wokovu wake, jambo kwamba anasema hapa kuwa Mungu ni Mungu wangu Unaona ile imani ya kibinafsi kwamba yeye ni Mungu wako na wokovu wako. Ndiyo hii jinsi unavyopata tumaini kwa Mungu. Kwa hiyo hizi zaburi mbili zinatufundisha kwamba Mungu anaweza kusifiwa kwa sababu anastahili kusifiwa, hata kama wakati kamili wa majibu yake unatufanya tusubiri, hauendani kabisa na matamanio yetu na hebu niwaambie, hali zinaweza zisibadilike unapotangaza imani yako kwake, lakini mioyo yenu inabadilika. Tunapotambua neema yake ya wokovu katika maisha yetu, imani yetu inabadilishwa kuwa ukuaji wa kiroho, hasa katika misimu mikavu na nyakati za kukatisha tamaa. Sasa hapa katika Zaburi 44 tumaini hili kwa Bwana linachukua umuhimu wa kitaifa ni ukumbusho kwamba taifa la Israeli limevumilia misimu mikavu, nyakati za majaribu, ni uh nyakati ambapo haionekani kama Mungu anakuja waokoa. Kwa kweli, Zaburi hii inaweka wazi kwamba taifa limekuwa uh halijamtii Bwana, kwamba nidhamu yake kwao imekuwa u uh, inastahili kabisa. Mistari ya tisa hadi kumi na nane hapa uh, kimsingi inakagua historia ya Israeli kama ilivyotabiriwa nyuma katika kumbukumbu kumbu la Torati sura ya ishirini na nane. Kwa kweli mwandishi wa Zaburi anarejelea kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 28 na katika mstari wa 37 hapa katika mstari wa 14 anaposema umetufanya, yaani taifa la Israeli, kuwa midhali miongoni mwa mataifa, kicheko miongoni mwa watu. Sasa toba ya Israeli haijarekodiwa hapa katika Zaburi 44, na, na hiyo ni kwa sababu tayari ilitokea. Bwana tayari amewasamehe na hakika hajawaacha. Kwa njia, mtume Paulo ananukuu zaburi hii katika Warumi sura ya nane, ili kuunga mkono wazo kwamba mateso hutokea kuwa ya kawaida katika maisha ya waumini na na si uthibitisho kwamba Mungu amekusahau. Haikumaanisha kwamba Mungu amekuacha. Kwa kweli kinyume chake ni kweli, kulingana na Paulo anapitia orodha ndefu katika sura ya nane ya Warumi na anatuhakikishia kwamba hata tunapoteseka, u uh, dhiki na shida na mateso au njaa, uchi, hatari u uh, upanga na kadhalika, hakuna hata moja kati ya hayo ni ushahidi kwamba Bwana amekusahau au kukuacha kama mmoja wa watu wake wateule wake. Hapana, kwa hivyo mateso u uh, hayamaanishi kwamba umeachwa na Mungu. Unajua inaweza kumaanisha nini? inaweza kumaanisha unasimama kwa ajili ya Mungu, na nanaweza kukuambia ikiwa unamfuata Bwana na tumaini lako liko kwake, kama vile Daudi anavyoandika, mateso yanamaanisha kwamba utakuwa unakuwa kama mtoto wa Mungu. Kwa hivyo hizi zaburi za mafundisho hapa zinatuhimiza kutangaza imani yetu binafsi kwamba tutamwamini Bwana na tutamgoja Bwana na tutaimba tunapoendelea sasa tunaweza kuwa tunaimba huku tukilia. Maneno ya hizi zaburi katika nyakati za ukame na wakati wa kukatishwa tamaa yanaweza kuwa na machozi, lakini tutasema hivi: nitamtumaini Mungu kwa kuwa nitamsifu tena, wokovu wangu na Mungu wangu. Basi hadi safari yetu ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu